Tarehe ni ishirini mwezi ni wa kumi mwaka ni elfu mbili ishirini na tano. Ikiwa basi ni siku rasmi ya kuadhimisha siku ya mashujaa katika kaunti ya Mombasa. Sherehe hii inaandaliwa katika uga wa Kobra, eneo bunge la Kisauni. Tuko hapa tumejumuika na viongozi kadha kadha ambao watakuwa wako hapa. Tuko naye aliyekuwa mbunge wa Kisauni, Ali Menza Mbogo. Tutakuwa tunasikiza spichi yake ama hotuba yake, atakuwa nahutubia wananchi wa kaunti ya Mombasa na Kenya kiujumla. Kwa hivyo zidi kuganda na sisi, tutakuwa tunaelekea hapa kuweza kujua wananchi wanasema nini kuhusiana na siku hii ya mashujaa. Kumbuka ni mashujaa ambao tunawaenzi siku nenda siku rudi, kwa sababu viongozi tofauti tofauti ambao wametumikia taifa letu tukufu la Kenya. Kwa hivyo tutakuwa pamoja nao, tutakuwa pamoja tuweze kukumbuka na pia vilevile vile tuweze kusikia wananchi wanatambua mashujaa wao kama nani. Kuna akina Matiba, akina Jomo Kenyatta, akina uh, tofauti tofauti ambao tumekuwa na wao katika historia zetu. Kwa hivyo leo tutakuwa tunazungumza. Itakumbukwa kwamba pia jana kuna shujaa muhimu ambaye aliweza kustiriwa, Raila Amolo Odinga katika maeneo ya Bondo, Kang'o Kajaramogi kwa hivyo yeye naye pia ni shujaa mwingine wa kusherekewa na ni shujaa mgeni sana katika enzi ya historia za Kenya. Kwa hivyo jumuika na sisi Dayo Radio, tutakuwa na wewe kuweza kupatia hotuba zote ambazo kwa usikilizaji, usigande wengine. Mwanzo kabisa, shukrani sana kwa uongozi wako ambao uko nao, lakini cha zaidi ni kwamba uko na kiu kubwa sana ya kutaka ugavana 2027. Malengo yako makubwa sana ya mwanzo ambao unapania kuyatekeleza pindi utakapochukua ugavana Mombasa uh... Mimi niko na ajenda tatu, gari nakuona, niko na ajenda kama tatu au nne ambazo zinatusukuma kupigania uh, swala la ugavana Dio. na swala kwanza, Dio. la kwanza ni swala la elimu uh, kama tunavyojua Mombasa, Mombasa tumekuwa nyuma sana katika masuala ya elimu, na kutokana na swala hili kwa tumelipatia uh, hatujalipatia kipaumbele limechangia pakubwa sana katika mambo ambayo tumezungumzia sana hapa kuhusu usalama. Watoto wetu wengi wanashindwa kumaliza shule hata kumaliza uh, uh, primary kufika wala tbahatika kwenda secondary kumaliza form 4 ni bahati. Kwa hivyo tumekuwa na changamoto sana. Kwa hivyo ajenda kubwa yangu ya kwanza ni kuhusu swala la elimu katika gatuzi la Mombasa. Kuwa Mwenyezi Mungu akitujalia tukishinda ikiti, kiti mimi natangaza hapa kuwa tutawalipia watoto wote, watu elfu arobaini karo ya mwaka mzima ambao wanatoka katika gatuzi la Mombasa. Kando na Kisauni ambapo umesema miradi ya kaunti haijawahi fika, ni wapi kwengine labda unafikiria imezorota kabisa Uki? mimi nimezunguka Mombasa hii, nimekuwa Jomvu, nimekuwa Jomvu Kuu, nimekuwa Miritini, nimekuwa Likoni. Dio. Dio. mimi nakuelezea kinago bwaga, na uenda ulize mahali popote, hakuna kitu ambacho gavana Abdulswamad amefanyia wakazi wa Mombasa. Dio. Dio. hakuna landmark project yoyote mpaka saa hii Kisauni tuko na wodi saba. Uhum, na hakuna project moja ambayo amefanya. Kuna kitu anajaribu kufanya pale Mjambere, kujenga hospitali uhum, lakini mpaka leo pia haijakamilika hiyo. Ndio project pekee yake ambayo ameweza kuzungumzia uhum, lakini ukizungumzia katika wodi saba, utoke hapa Mjambere uhum, uingie Junda uje hapa Magogoni uende Mtopanga uende Bamburi uhum, uende Shanzu. Hakuna chochote. Wito wako kwa mkazi wa Mombasa ni, ni, ni, ni, ni? Ni kuwa wajitayarishe tumpeleke Abdulswamad nyumbani mwaka 2027. Tarehe kumi mwezi wa 8 mwaka 2027 mm -hmm. Hatuna budi watu wa Mombasa ni lazima tumpeleke Abdulswamad nyumbani kwa sababu ni kiongozi ambaye ameshindwa kuleta maendeleo katika gatuzi la Mombasa. Ni kiongozi gani hapa pwani ambaye unahisi kwamba ukiungana naye hasa Mombasa unaweza fanikisha katika anga yako ya kuweza kuwania ugavana na ukafaulu vizuri? Mimi ni kiongozi yoyote ambaye yuko tayari kutembea na ajenda zangu. Ndiyo. Mimi niko pro mwananchi, niko pro development Dio. Kwa hivyo kiongozi yoyote yule ambaye yuko na ndoto kama zangu za kuwa tunaweza kuungana na kuleta mabadiliko katika gatuzi la Mombasa, namkaribisha katika timu yetu. Asante. Asante. Asante. Mheshimiwa, na kwa sasa hakuna uh, specific points ambazo taka zinatoka kaunti ya Mombasa. Ukiweza kutembea unapata ya kwamba kuna uh, kando ya barabara karibu kila sehemu uh, kuna taka. Ningependa uweze kuongelea hili hili, so, hili tatizo la taka ni uzembe mkubwa sana ambao uko katika gatuzi la Mombasa hmm, kwa sababu kama vile ulivyosema uh, mtangazaji hatuna specific points zile tunasema hizi ni garbage points ambao watu wanaweza kupeleka takataka taka zao pale. Kila mtu anatupa pale anapojisikia, na hii yote imeletwa na ukosefu wa mipango bora ya county government ya Mombasa. Leo nataka niwaelezee wazi county government ya Mombasa ambao Mombasa nzima iko na watu zaidi ya wakazi milioni moja, lakini tuko na gari kama kumi peke yake ambao zinawajibika zina kuzoa taka katika gatuzi la Mombasa. Wewe niambie, katika ma, tuko na sub county sita uwe na gari kumi ndio utapata tatizo la taka haliwezi kumalizika. Kwa hivyo kuna, wa, kuna, kuna, kuna, kuna sababu kuu ya kuwa ni lazima tuhakikishe haya mambo tumeyabadilisha na kubadilisha, ni lazima tuanze na yule ambaye yuko pale juu. Na mimi hili jambo limekuwa nikiliongea kuanzia mwaka 2022. Governor Abdul Samad alikuwa mjumbe wa Mvita kwa miaka kumi, lakini katika miaka kumi kama mjumbe alijenga shule moja tu pale Mvita, inaitwa Mekatilili wa Menza. Na kama mimi nasema urongo, ajitokeze aseme alijenga shule gani nyingine apart from Mekatilili wa Menza kwa miaka kumi. So tayari ilikuwa inatuonesha kuwa huyo si kiongozi wa maendeleo. Because kiongozi lazima uoneshe pale ulipotoka kama kiongozi umefanyia nini watu wako ulipotoka. Mimi naweza kujivunia hapa Kisauni na nafikiri mlisikia nikizungumza kitu rahisi tu maofisi ya machifu. Nimetaja kila chief na ile ofisi nilimjengea. Ukitoka hapa tu nyuma kuna barabara ya mwisho wa lami inakwenda paka mat, e, mat, Matangini. Barabara hiyo imeanza kuanzia pale polisi Bamburi, Kiembeni Police Station imefika paka Marimani. Kuna shule hapa inaitwa Magogoni Primary. Kuna shule inaitwa Mjambere hapa. Kuna shule inaitwa Concordia pale chini kuna shule inaitwa Mwembelegeza Primary, Mwembelegeza Second na kuna Karisa Maita iko pale mwa Kirunge. Haya ni mambo ambayo yako wazi na mimi nawasema kila siku. Maendeleo ni kama mimba, maendeleo hayafichiki. Utakapolifanya linaonekana. Asante sana ndugu yangu, ongea na vijana wako hapa, uwahimize chenye ambacho wanastahili kufanya. Mimi nawaomba wakazi, vijana wetu wa Kisauni na Mombasa nzima, mageuzi hayaletwi kwa vita, mageuzi hayaletwi kwa bala mageuzi yanaletwa kwa kadi ya kura ni kila mmoja kwanza hakikisha yuko na kitambulisho cha Kenya pili awe na kadi ya kura na siku ya kura ajitokeze achague kiongozi anayemtaka lakini hatuwezi kusema yule amepita yule atakwenda ikiwa hatutafanya wajibu wetu siku ya tarehe kumi mwezi wa nane mwaka 2027 lakini kumalizia kwa vile nimepata fursa ya kuongea na nyinyi wanahabari nataka niongelee swala moja nyeti sana juzi tumekuwa tukimwona mbunge wa Nyali ambaye anaitwa Mohamed Ali amekuwa akizunguka Mombasa, akizunguka na karata ya ukabila. Alikuwa akisema safari hii wabara na wa pwani. Sisi tunataka tumkanye Mohamed Ali, tumwambie hayo matamshi yakome, kwa sababu kama yeye hajaishi Mombasa, tafadhalini, kama hajaishi Mombasa, tunamwambia asitukumbushe makovu ya wakati wa Kaya Bombo, wakati wa pwani na wabara walimwaga damu kubwa sana na makovu yale mpaka leo bado yako hai. Kwa hivyo tunamwambia atafute kura yake, kama anatafuta kura ya kiti gani, auze sera zake kwa wananchi, lakini asiletee karata ya ukabila ya kuwa wabara na wapwani. Sisi tumeishi hapa kama jamii moja, kama familia moja, watu wameoana na tumeishi hapa kama jamii moja. Hata ukiangalia vijana wetu hapa, makabila yote yako katika i group, kuna wabara, kuna wapwani. Kwa hivyo tunamkanya Mohamed, kama anatafuta kura aende akauze sera kwa mwananchi lakini asitukumbushe makovu ya mambo ya vita vilivyotokezea hapa wakati wa kaya bombo. Sisi tunakumbuka kwa sababu hapa ni kwetu hapa na tumeishi hapa nam. Tumefika tamati ya siku ya leo ambayo ilikuwa ni siku ya mashujaa. Wametajwa mashujaa wengi sana kutoka pwani, akina Ronald Ngala akina mama Katilili wamenza kutoka kule maeneo ya Kilifi, na pia vilevile tusahau wale mashujaa wengine ambao wametajwa akina uh, Jomo Kenyatta akina Bildad Kagia akina Paul Ngei na wengine wengi ambao uh, wametajwa hapa. Zaidi ya yote ni shujaa mgeni sana ambaye uh, tulimstiri jana Raila Amolo Odinga. Odinga. Sijui umeionaje uh, siku ya leo. Na siku ya leo imekuwa siku ya kufana. Naam. Eh, kila mtu amehimizwa kuhusu mm -hmm. kuhakikisha wameadumisha amani mm -hmm. wamechukua kura, wanaosubiria kupiga kura. Tumekumbushwa pia kuhusu mashujaa waliopigana Mm -hmm. Hili sisi ili nchi ya Kenya ipate uhuru waliyomwaga damu. mm -hmm, shujaa kama vile Dedan Kimathi mm -hmm, pia kuna shujaa kama Wangari Maathai aliyekuwa, mm -hmm, mwanamke aliyepigania haki za mazingira sana kabisa, na vile, vile swala la usalama katika maeneo ya Kisauni ambapo kumesherekewa sherehe nzima hii ya mashujaa. Swala zima ambalo limehimizwa ni kuhusiana na usalama, na wamesema viongozi wa usalama ya kwamba usalama unaanza na mimi na wewe, hapale nje useme kwamba hili haliwezi kufanyika mbele ya macho yangu, kuona maudhi fulani yanafanyika uko pale, kuweza kuripoti ama kuweza kuenda katika kituo cha polisi, kuweza kutoa uh, habari zile za kusaidia jamii. Kumbukwa, tukikosa usalama katika maeneo tunayoishi hatuwezi kufanya lolote. Mimi ni Rajab Juma na hii ni Dayo Radio. Naam, tunasema kwa sasa tudumishe amani jamani, wenzangu. Mimi nite Mary Kavesa.